Mimi nataka kuanza hivi, kuna viongozi ambayo wako pale Jubile mwenzangu amesema, na kuna hao viongozi wameweka matumbo zao pale mbele. Huyu ni wa kwanza, Musalia Mudavadi. Huyu ni wa pili, Moses Masika Wetangula. Hakuna kitu wamefanya hapa hapa Western region, kuanzia hapa Tranzoya, Bungoma, Ungoma, Kakamega, Busia, Vihiga mpaka huko, hakuna kitu yenye wamefanya kwa sababu ndani ya hii serikali yenye wako nayo ndani saa hii hao wanasema ya kwamba wako na 30% ambayo ni yetu kutoka Western. Hiyo 30% mbona ai reflect kwa ground? Kama hao ukweli wanasema hao ni viongozi ya Western. Kwa sababu tukiangalia mawaziri, Musalia Mudavadi mwenyewe Viiga ni man solo. Yeye peke yake ndio ako eh, ndio waziri, yeye ndio tena mkubwa waziri. Hakuna mtu mmoja hata ametoa Viiga, Kakamega akaweka hapo kama waziri. Ukikuja hapa Bungoma ni mmoja tu anabadilishanga tu, mara wameweka health, mara wameweka huku. Yaani Ruto anawachezea tu kama mpira sababu ya kwamba hawana mwelekeo na hawana mpangilio. Ile siku tutakuwa na mpangilio, vile mpangilio imewekwa saa hii, ndio siku tutakuwa na usemi. Na mimi nataka kusema ya kwamba wale watu ambao wameweka jambo mbele, muachie mheshimiwa George natembea nafasi akuwe kingpin ya Waluya kwa sababu huyo ndio mwanaume. Hakuna mwanaume hapa kwa Waluya ameface president akamwambia shida za Waluya, si sawa. Ukiangalia kwa Waluya hapa ni manyumba za nyazi kila mahali. Musalia akienda kwa meza anaambia Ruto kwetu ni vizuri, Wetangula akienda anaambia Ruto kwetu iko sawa, lakini ukikuja hapa manyumba za nyazi kila mahali. Hiyo ni maendeleo ama si maendeleo? Hakuna maendeleo hapo. Ukiangalia makampuni zetu zote wamekuwa pale mstari ya mbele tangu hata sisi tuko wadogo wako tu pale. Sasa hiyo webuye pani pepa imedai. Uangalia mieni nini nini zoya imeenda. Mmiasi ndio hii inaenda enda hivi. Na ti wako pale mbele kutusaidia. Hakuna kitu wanatusaidia waondoe jam na sisi tupite. Halafu kuna vijana sasa hivi wamejiita Gen Z ambao tuko sasa hivi. Sasa. Nataka kusema hivi. Sa hii operation ni kali kushinda ile wazee wenye walikuwa wako pale mbele. Sa hiyo, ukileta mchezo sinakuondoa, na kuna vijana hapa, kama kijana poa, mheshimiwa kale kwa Hamisi. Po, kuna hapa Peter Salasia, kuna hapa George natembea. Mimi nakwambia timu ya 2027 musali ya mudabati, musipojichunga tutapita. Kwa kweli, mtoto wetu mtotowetu hapa Tanzania, akiona safari ya kuenda juu uka, anaweza tumpe barabara aende ngangani huko juu. Bora tulete matunda hapa chini. Ama namna gani? Si ndio? na bunge bunge pawa bunge power. Nikimalizia power. Power. Power, kwamba nataka nikosoe watu wawili watatu. Nataka taka nikosoe Tangula na nikosoe na Msale Mudavadi. Na nyinyi mmechukua jamii ya Mlembe, mnaenda huko juu kujitetea nyinyi mnatembelea kwa V8. Sisi huko chini tunaomba na umbu, nyinyi mnashiba,

Sasa unasema wenzako pia wameweka jamu huko juu. Unasema watu wawili wameweka jamu, atuwatoke? Hakuna watu wawili, wote wameweka jamu, ni watatu, wewe, ipite, ni watatu na tukiongeza ni watatu na safari, kama mmeshinda, si ndio? Asende, mtoke huko juu safari ipite, kama mmeshinda si ndio? Watoto wasitoke waende, asende. Hapo natembea ukiguza, umeguza roho yetu. Natembea ni future president wa hii nchi. Natembea ni mtu tunaangalia nao mbele. Mtu mwenye atatamba na John Natembea, huyo mtu atatamba na roho yetu. Yes. John Natembea na make sure watu wanapanda, watu wako busy kwa mashamba. Hakuna haja, hakuna time ya kurusha mawe. Hakuna time ya kufanya crime. John Natembea anafanya kazi Trans Nzoia. Therefore, mtu yote mwenye atatamba na John Natembea, huyo mtu ni kama ameguza matako yetu. Yes. John Natembea is our king. Yes. Yes. John Natembea is our leader. Yes. Mheshimu John Natembea hiyo motion munapeleka hapo kwa parliament munasema eti John Natembea ni mkabila, mkabila naongea lugha moja. Ataki watu wanakunwa pombe ovyo ovyo, anataka Natembea so kidogo, kidogo, kidogo. Ni kidogooam Tutakufinya matako, tutakufinya matako nakwambia, Cheregei, tutakufinya mateko, matako au wabunge wenye wakapo, tutakufinya matako mkijaribu kuguza joo natembea.